Baada ya maelezo haya sasa nije kwenye uteuzi kama ifuatavyo. Ofisi ya Rais Ikulu waziri atakuwa Dr. Sada Mkuya Salum. Ofisi ya raisi katiba sheria ya utumishi na utawala bora, waziri atakuwa Dr. Harun Ali Suleiman. Tatu, ofisi ya Rais tawala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum za SMZ, waziri atakuwa Idrisa Mustafa Kitwana. ya nne ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kwa sasa itabaki wazi. Ya tano, ofisi ya makamu wa pili wa rais waziri atakuwa Hamza Hassan Juma. Ya sita, wizara ya fedha na mipango waziri atakuwa Dr. Juma Malik Akil, naibu waziri katika ofisi hii atakuwa Dr. Hamad Omar Bakari. Ya saba wizara ya kazi na uwekezaji waziri atakuwa Sharif Ali Sharif. Ya nane wizara ya ardhi na maendeleo ya makazi waziri atakuwa Rahma Kasim Ali, naibu waziri atakuwa Salha Mohamed Mwinjuma ya tisa, wizara ya elimu na mafunzo ya amali, waziri atakuwa Leila Muhammad Musa, naibu waziri atakuwa Khadija Salum Ali. Ya kumi, wizara ya afya, kwa sasa hivi itabaki wazi. Ya kumi na moja, wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo hii ni moja katika wizara ambazo tumezibadilisha, sasa hivi itaitwa wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Waziri atakuwa Riziki Pembe Juma, naibu waziri atakuwa Ali Abdul Ghulam Hussein. ya ja kumi na mbili, wizara ya kilimo, umwagiliaji, maliasili na mifugo waziri atakuwa Suleiman Masud Makame. Naibu waziri atakuwa Dr. Salum Sud Hamid. Ya kumi na tatu Wizara ya Maji Nishati na Madini, waziri atakuwa Nadir Abdul Latif Alwardi. Naibu waziri atakuwa Saif Kombo Pandu. Ya kumi na nne Wizara ya Uchumi wa bluu waziri atakuwa Masudi Ali Mohamed. Naibu waziri atakuwa Mboja Ramadhan Mshenga. Ya kumi na tano, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi waziri atakuwa Dr. Khalid Salum Mohamed. Naibu waziri atakuwa Badria Atai Masudi. Ya kumi na sita Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Kama nilivyosema, wizara hii itabaki wazi kwa sasa. Ya kumi na saba ni Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda, nayo kwa sasa itabaki wazi. Ya kumi na nane Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto waziri atakuwa Ana Atanas Paul naibu waziri atakuwa Zawadi Amor Nasor. Ya kumi na tisa, wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari, waziri atakuwa Mudrik Ramadhan Soraga, naibu waziri atakuwa Mohamed Sijamin Mohamed. Na ya ishirini, wizara ya vijana ajira na uwezeshaji Waziri atakuwa Shabani Ali Othman, naibu waziri atakuwa Hassan Hamis Hafidh. Huo ndo mkeka. Tutapata nafasi zaidi ya kuzungumza wakati wa kuapisha. Kwa leo niishie hapa, nitakuwa tayari kujibu maswali yenu kwa ufupi. Asanteni sana. Swali la tatu kutoka Clouds. Uchumi wa kidijitali kwa wakati tuliokuwa nao katika dunia, huna mbadala, lazima uende kwenye uchumi wa kidijitali, na ndio maana kwa makusudi nimeamua kuunda wizara maalum itakayo deal na mawasiliano na teknolojia ya habari. By the way, nimesahau jambo moja ambalo napenda nilirekebishe. Hii wizara itakuwa inaitwa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu. Lengo letu ni kuhakikisha serikali inaendeshwa kidijitali. Katika nyanja zote, utoaji wa huduma, ukusanyaji wa mapato, kila upande ili tuhakikishe kwamba tunakwenda na wakati tuliokuwa nao. Leo bila ya digital transformation hiyo serikali itakuwa imeachwa nyuma sana. Tunataka kufika huko, na ndio maana tumefanya kwa makusudi kuwa na wizara itakayosimamia digital transformation katika uendeshaji wa serikali yetu sasa.